Bondwa Hiking Club? Ipe moto, ipe moto, moto. Okay, mwezi wa tano ni mwezi wa ufahamu juu ya masuala ya yeah. yeah. afya afya ya akili. Sasa nataka kufahamu yeah. Wewe unatembea nini au unajua nini kuhusu afya ya akili? Kwanza kuna vitu ambavyo za afya ya akili. Vitu ambavyo vinasababisha mtu kutokuwa na afya ya akili. Ah, za nani? Kuna vitu ambavyo vinapelekea afya ya akili, sio kwamba tuone mpaka mtu yuko hospitali au mtu yuko milembe au mtu yuko sehemu fulani, kwamba ndo tunasema huyu ana ugonjwa wa afya ya akili. Lakini kwa dunia sasa hivi au jamii sasa hivi watu wengi sana wanatembea barabarani lakini wanakuwa na tatizo la afya ya akili. Ndio maana muda mwingine unakuta kuna mtu anatembea anaongea mwenyewe, kwa hiyo huwezi jua nini kinamkumba, lakini kuna vitu vingi ambavyo sababisha mpaka mtu anaweza kuwa na ile tatizo la afya ya akili. Kuna ishu ya depression, mtu anaweza kuwa na depression ya kitu fulani, au kuna ishu ya mtu anaweza kuwa na stress, ana mawazo fulani eh, au. <laughs>

mtu anakuwa na tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo lakini mazoezi, tunaambiwa mazoezi ni moja ya chanzo a, unaweza kapelekea mtu akaepuka ule msongamano, msongo wa mawazo au tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo ukichukua muda mwingi kutenga kwa ajili ya kufanya mazoezi inaweza kusaidia kuepusha tatizo au tatizo lingine ambazo zikajitengenezea kusababisha afya ya akili. Tunaona wengi sasa hivi wanajinyonga, mtu anaamua kunywa, wengine wanakunywa sumu, wanafariki. Lakini mtu kama tatizo la afya ya akili kwa kutumia muda wako akatenga muda vizuri, unaweza kufanya mazoezi na imani sehemu ya ma mazoezi, sehemu moja ambayo inakusaulisha vitu vingi sana. Kuna mtu tatizo la mapenzi, eh? Yaani ni kitu ambacho mahusiano, kuna mtu ambaye kwenye mahusiano, wengine kwenye mahusiano ambayo haeleweki hata na mahusiano na nini. Kwa hiyo unakuta anachukua. Kwa hiyo kwenye headline kuna taarifa juzi tu, kuna muuguzi ambao kuna mkoa mmoja, kuna muuguzi aliweza kuuliwa na mpenzi wake kutokana na wivu wa mapenzi, lakini ile inasababisha na tatizo la afya ya akili. Kama yule mwanaume angekuwa na afya nzuri ya akili, kama tatizo limetokea mvurugano kwenye mahusiano wao, akaweza kukaa, akaweza kutumia muda wao, akaweza kufanya mazoezi, nadhani haya yote mengine yasingetokea. Kwa hiyo tunawakaribisha Bondo Hiking Club, watu wote wenye matatizo ya afya <laughs> ya akili <laughs> akili. Karibuni tuweze kufanya mazoezi kwa pamoja. pamoja. Tupoke <tukaribu> msongo wa mawazo yeah. Kukaa mwenyewe, jichanganye na watu eh, cheka muda wote panapobidi. Mwezi <tukaribu> wa afya ya akili anaeleza yeah. Kwa well, okay, ukichea okay, na mazoezi kitu gani yeah. kingine ambacho mtu anaweza kufanya kumsaidia afya ya akili kwa kuwa kujumuika na jamii kwa maana kuwa kwenye matukio ya kijamii jichanganye. hmm. hmm. Participate, fanya kazi na wenzio nzio, eh, unapata mawazo mbalimbali unaona ubongo hmm. eh, una refresh. Ukisha refresh unarudi kuwa mtu mpya kuliko kukaa kwenye four walls peke yako, unaweza chapelekea ukawa na ugonjwa wa matatizo ya kiakili, si ndio eh? Sawa sana, nashukuru bigi.